Kwenye video hii nitashare na wewe kanuni zangu tisa ambazo zimeniwezesha kuweza kutumia mitandao ya kijamii kwa mafanikio makubwa sana kutoka kwa mtumiaji wa kawaida mpaka kuwa mzalishaji ambaye ninaingiza kipato kupitia mitandao ya kijamii. Maisha yanaongozwa na kanuni, kwa hivyo kila sehemu unapoenda kuna kanuni zake, na hapa nataka nishia na wewe kanuni tisa ambazo zitaenda kubadilisha maisha yako kwa asilimia zaidi ya tisini pale utakapokuwa unatumia mitandao ya kijamii, kwa sababu utaenda kuongeza vali kubwa zaidi na utakuwa mtu wa thamani zaidi. Kwenye video hii nashia na wewe kanuni tisa ambazo zimenifanya mimi mtu wa thamani mpaka sasa hivi unatizama wewe video hii kwa ajili ya kujifunza. Na wewe ukikopi hizi si ukazitumia, basi nakuhakikishia kabisa ndani ya miezi sita utabadilisha maisha yako na kutengeneza mitandao ya kijamii kama sehemu ya kujiingizia kipato bila kupoteza muda. Tuanze kuzichambua kanuni hizi moja baada ya nyingine. Mitandao ya kijamii inakupa kile wewe unataka maana yake kama hupendi kuona watu waliokaa utupu kwenye mitandao, hautawaona. Kama upendi kuona content za betting, hautaona. Kama upendi kuona content za mpira um, hautaona kwa sababu kile ambacho unakutana nacho kwenye mitandao ya kijamii ni kile ambacho unapenda kutizama. Mfano, X, ambazo unapenda kutizama. Jiangalie tu mwenyewe unapokuwa unatumia X kwa mfano mtandao wa X, utakutana na content ambazo utakutana na content ambazo unapenda kutizama. Ukiwa unatumia natumia TikTok ndio baraza zaidi utaona tu vile vitu ambavyo unapenda kusearch na vitu unapenda kutizama. Ukikaa Instagram kwa muda mrefu kwenye peji za mambo fulani fulani hivi ama ukisearch vitu fulani fulani hivi ndio content ambazo utakutana nazo zaidi. Kwa hiyo jifunze kutumia mitandao ya kijamii kimkakati, kwa sababu algorithm ya mitandao ya kijamii inakupa kile unachostahili kwao. Usiseme, kwa mfano, u nafikia watu wanalalamika wanasema, ah, X siku hizi kuna picha nyingi sana za utupu eh, ma content za X zimekuwa nyingi. Ni kweli sikatai, content za X kwenye mtandao wa X ziko, lakini huwezi kuziona kama hujazitafuta, huwezi kuziona kama hujazizingatia. Kwa hiyo kuwa deliberate kwenye matumizi yako ya mitandao ya kijamii kwa sababu unakula kontenti na hizo kontenti utazila zaidi kwa sababu mitandao ya kijamii itakupa hizo kontenti kwa sababu inakujali na inazingatia matakwa yako. Kwa hiyo focus kwenye vitu ambavyo vinakuongezea thamani na hivyo ndivyo utaviona zaidi. Hiyo ni kanuni ya kwanza ambayo ukizingatia itaenda kubadilisha maisha yako kwa kiwango kikubwa. Kanuni ya pili ni kanuni ya 80 kwa 20 ishirini. Jifunze kutumia asilimia 80 kwa ajili ya kujifunza kwenye mitandao ya kijamii na asilimia ishirini kwa ajili ya kuenjoy tu na kuangalia content za kuburudika. Kwa bahati mbaya, watu wanafanya vice versa, tena zaidi, mtu anakuta asilimia 90 ya muda wake ni kuburudika tu, yuko tiktok kitoka TikTok kaenda Facebook kuangalia video ambazo zina trend katoka Facebook kaenda Instagram yeye ni kukimbizana tu hamna kitu ambacho wanafanya cha maana unapoteza muda wako mwingi mitandao ya kijamii ni shule mitandao ya kijamii ni chuo YouTube ni moja ya chuo kikubwa ambacho kinaweza kukupa degree ambazo kuzipata shuleni tumia asilimia themanini ya muda katika mitandao ya kijamii kuweza kujifunza na kuwa mtu wa maana na asilimia ishirini kufanya vitu vingine kama burudani na vitu kama hivyo na hii itabadilisha maisha yako kwa kiwango kikubwa kanuni ya tatu unaowasikiliza wanaathiri mindset yako kwa asilimia mia moja chagua mentors kwenye mitandao ya kijamii na kusihi sana kuanzia leo kuwa na watu ambao unajifunza kwao I call them mentors kuwa na mentors ambao wanakuinspire content zao wana, unazifanya kama motivation kwako, content zako kwa zinakufanya ubadilike, uh, ubadilishe tabia zako. Mfano, kuna watu wengi sana wanatizama channel yetu ya Kiswahili kwa sababu wanajifunza vitu, kwa hiyo watu wananitumia mimi kama mentor wao. Kwa hiyo hata kama tuonani physically, lakini kwenye mitandao ya kijamii unakuja kujifunza kwangu kupitia vile ambavyo unavizungumza kama kwenye video hii. Kwa hiyo sio mimi tu kinye, kila mtandao kuwa na watu ambao unawafollow kimkakati, kama watu ambao unataka kuwa mentors wako na unapokuwa kwenye mitandao Jifunze content zao na zikusaidie kuweza kubadilisha maisha yako. Usizani tu menta ni mpaka umfate mtu muongee kwa simu muongee ofisini. Hata kwenye mitandao ya kijamii unahitaji kuwa na mentors, na tumia mitandao ya kijamii kwa ajili ya kuwa na mentors wako. Na mtandao kama X unakupa sehemu ya kutengeneza list ya watu unaotaka tu kutazama content zao kwa muda fulani. Unaweza kuingia katika mtandao wa X ukaangalia tu content zao mentors wako ambao umewaweka kwa sababu hiyo ndio inakupa njia rahisi zaidi ya kuweza kujifunza, badala ya kukutana na kila aina ya content, hata ambazo usizotaka. Kanuni ya nne: acha kula maudhui, anza kuzalisha. Sijui inaweza kusisitiza kwa kiwango gani hii point. Utakuwa wa maana zaidi pale ambapo kazi zako, services zako producti zako na, vi, na vile vitu vyako vyote unavyovijua, ukianza kuvitengenezea content na kushia mtandaoni, badala ya wewe tu kuingia mtandaoni kula madini ama kula content kutoka kwa watu wengine, jitahidi sana kuweza kuzalisha badala tu ya kujikita kuwa mlaji wa madini kwa sababu the more unazalisha content ndipo utapata wateja, ndipo utapata wadhamini, ndipo utapata mtaji, ndipo utapata content, utapata uh, connection ambazo zitakusaidia kuweza kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Acha kula madini kwenye mtandao wa kijamii, anza kuzalisha thamani. Hiyo ni namba nne. Namba tano, nakufunza ta kanuni ya utohozi. Kanuni ya utohozi ni ipi? Hii ni kanuni ambayo binafsi napenda kumfundisha watu ambao wanataka kujifunza katika mitandao ya kijamii utohozi, maana yake unajifunza kwa watu ambao wanakifanya kitu kwa weredi unakileta kwenye maisha yako, unakijaribu, kikileta matokeo unaanza kukifundisha mtandaoni. Nimesema kwenye mtandao kijamii ni sehemu ya kujifunza kwa. Kama wewe una interest ya mambo ya afya, una interest ya mambo ya ya uh, financial, una interest ya mambo ya ufugaji kwao, ukijifunza mbinu mpya kwa wataalamu, itumie kwenye maisha yako. Baada ya kumaliza kuitumia, ukishaona matunda yake, basi na wewe anza kushare mbinu hiyo, kwa sababu tayari umeshaona matokeo. Na hii ndio njia rahisi ya kuweza kuzalisha thamani kwenye maisha wa watu wengine kwa kujifunza kwa kutohoa kuleta kwenye maisha yako kujifunza, baada ya kuona na kushea kwa watu wengine. Kanuni ya sita ni kutumia uzoefu wako kubadili maisha ya watu wengine. Pengine, tunapozungumza hapa, unafahamu mbinu ya kumsaidia mtu kuweza kupona chunusi, unafahamu mbinu ya kumsaidia mtu kuweza kupona asas, unafahamu mbinu ya kumsaidia mtu kuweza kufuga kuku wa kisasa, kufuga kuku wa kienyeji, ama mbinu hiyo kitu chochote kile, kwa hiyo as long as hicho kitu unacho, una uzoefu nacho unaweza kuwa wa thamani ama wa maana kwenye maisha ya watu wengine. Kwa hiyo usijichukulie kwamba kwa sababu wewe hauna vyeti, hauna kitu chochote ambacho kinaweza kukujustify kama mtaalamu wa hicho kitu basi hauna uwezo wa kufanya hicho kitu. Ni kusihi sana kwamba as long as una huo uzoefu, unaweza kuwa na impact kubwa kwenye maisha ya watu wengine. Tumia uzoefu huo kwa ajili ya kuwasaidia watu kuwa bora zaidi. Tumia uzoefu huo kwa ajili ya kuzalisha zaidi na kuwa wa mtu wa maana zaidi kwenye maisha ya watu wengine. Uzoefu wako unaweza kubadilisha maisha ya watu wengine. Acha kujifungia ndani. Tumia uzoefu wako, shia mtandaoni, fundisha, tengeneza product, tengeneza service, wasaidie watu kubadilisha maisha. Kanuni ya saba, follow watu kimkakati mtandaoni. Nimeshazungumza mambo ya algorithm huko mwanzoni. Namna ambavyo mitandao ya kijamii inavyofanya kazi. Jitahidi sana, jitahidi sana kuhakikisha unafollow watu ambao wanabadilisha maisha yao watu. Kwa mfano wananiuliza natumia kriteria gani kumfollow mtu. Wanajibu kwa urahisi sana, mimi huwa simfollow mtu kwa sababu yoyote ile. Simfollow mtu kwa sababu huyo mtu anataka ni mfollow kwa mfano inbox, naomba ni, naomba ni follow, sifanyi. Mimi ukija inbox ni naomba unifollow, huwa sifanyi hivyo. Siwezi kukufollow. Mimi nitamfollow mtu ambaye ana share content ambazo napenda mimi kuziona. Tamfollow mtu ambaye ana, ana engage kwenye content zangu na anatoa thamani. Huyo ndio mtu pekee ambaye mimi namfollow. Bila kujali una followers wangapi. Unaweza kuwa na followers hamsini, una followers mia moja. Nika follow badala ya mtu mwenye followers 10,000 ama mwenye followers milioni moja. Kwa sababu ninathamini kile ambacho unachokifanya. Kwa hiyo na wewe vile vile follow watu ambao wanaleta kitu positive kwenye maisha yako, sio tu alimradi mtu ana followers wengi na wewe umemfollow. Nimeshazungumza, watu unaokula content zao wana impact kubwa kwenye maisha yako. Kwa hiyo usiwe na usiwe na follow, usiwe na follow, follow tu watu. Umefollow watu wengi ambao wana post content ambazo zinakufundisha ujinga, zinakuaminisha ujinga, zinakufanya uamini uko sawa, kumbe hauko sawa, zinakufanya uishi kwenye comfort zone. Jitahidi kufata ama kufollow watu ambao wanakupia kwenye mshono, watu ambao wanakuhakikisha unafanya kazi kwa weledi, watu ambao wanagusa emotions zako, watu ambao wanakuchangamsha kukimbizana na maisha yako. Hao ndio watu ambao unatakiwa kuwafollow, sio tu kufollow watu watu wa nani, watoto watoto wamelala, ama watu ambao wanapost post vitu vya uchi uchi ama content za kuchekesha, kwa sababu utapoteza muda wako mwingi na utakuwa hauongezi thamani. Kumbuka video hii ni maalum kwa ajili ya kukusaidia kuweza kuongeza value na kutumia mitandao ya kijamii kuweza kuzalisha thamani na kuingiza kipato. Namba nane, block mute left. Block mute left. Mtu akikusumbua block. Mtu akileta shida block. Mtu akiona posti vitu ambavyo hataki kuviona block. Mtu akiposti ujinga ujinga block. Mtu yeyote anayekutoa kwenye mudi kwenye mitandao ya kijamii block. Kama huwezi basi mute ili usione engagement zake. Upo kwenye magrupu ambayo yanakutoa rohoni, yanakutoa kwenye motion, yanakutoa kwenye mpangilio wako, left. Usikae katika mtandao wa kijamii ambao unakunyima raha, unakunyima kuwa wewe, unakufanya kuwa mtu usiye wa maana, mtu usiye wa thamani. Usiingeje na content za mtu, kama hazikubaliki block, block, block. Mute, mute, mute. Left, left, left. Mtu anakunyima amani block content zake hazifai block. Anakuletea nudes, anakuletea picha za utupu, anakuletea content zisizoeleweka block. Ndio njia pekee ya kusafisha content zako, watu unaowafollow na content unazotafuna. Na hii njia itakusaidia 100%. Tuseme ah, mtu fulani huwa anaposti vitu vibaya vibaya. Wewe ndio unapenda kuviona. Ungekuwa uvipendi, ungeblock huyo mtu na kuachana naye. Hii kanuni mimi naitumia sana sana sana. Kuna mambo mengi sana nime mute nime block, maneno nime block nime mute especially kwenye account yangu ya Twitter. Sijui mambo ya mpira mpira, si mambo ya betting betting, mambo sijui ya propaganda propaganda, block block block block. Nataka tu kuona content ambazo zinaniimarisha content ambazo zinanijenga content ambazo zinanifanya niwe bora zaidi. Mtu akikwaza kwenye mtandao wa kijamii usipoteze naye muda, content zikikwaza usipoteze nazo muda. Block mute left itakusaidia sana kuweza kuwa na amani, itakusaidia sana kuweza kuwa na, na ulaji wa content ambazo ni za kimkakati kwa ajili ya kukua zaidi. Namba tisa, mitandao haisahau. Social media never forget. Mitandao haisahau. Social media never forget. Kumbuka mitandao haisahau kwa sababu kile ambacho unakula kwenye mitandao ya kijamii na kile ambacho una produce kwenye mitandao ya kijamii daima, alama yako utabakiza kwenye mitandao, contenti unazo share, vitu vyote ambavyo unaposti mtandaoni daima vitakuwepo hapo. Kuna watu huwa wananichekesha walivyoanza kushare content Facebook. Zamani walikuwa wanajipostia postia tu vitu vya kijinga kijinga, halafu baadaye wakaja kupoteza access ya hizo account. Kwa hiyo mtu mtu anajutia kweli kwamba natamani hii account niifute, lakini hawezi kuifuta kwa sababu ujinga wake upo kule. Ukiposti kitu kwenye mtandao wa kijamii, uwe na uhakika kwamba baba yako wakiona atakuwa proud, mama yako akiona atakuwa proud, watoto wako wakiona watakuwa proud. Posti vitu kwenye mtandao wa kijamii ambavyo wajukuu wako wakija kuona miaka hamsini, miaka sitini, miaka mia moja baadaye watu watakuwa proud kwamba, hey, baba ama babu ama bibi alikuwa ana thamani kweli, alikuwa na provide value. Always remember that. Never, social media never forgets. Kwa hiyo hakikisha unadharisha thamani na unaposti vile vitu ambavyo uko tayari vikaonekane kwenye billboardi kali ya core poster Ubungo, vitu ambavyo vinaongeza value zaidi kuliko kukurudisha Nyuma. Na hapo ndipo utaweza kutumia mitandao kikamilifu na kuongeza thamani zaidi. Kujifunza kuhusu namna ya kuzalisha thamani, kuna video hapa ambayo tumekuwekea, itakusaidia zaidi kuweza kujifunza njia pekee ya kuongeza zaidi thamani kwenye mitandao yako ya kijamii. Nenda video, itakusaidia zaidi kuweza kuwa bora zaidi chao.